DW. Habari za ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Jamii kima ya kimataifa yaahidi zaidi ya e dola bilioni 6 kwa ujenzi wa Syria. Waasi wa M23 sasa wasema hawatoshiriki tena mazungumzo ya amani Luanda hii leo na rais wa Marekani Donald Trump asema mengi yamekubaliwa kuhusu Ukraine kuelekea mazungumzo yake ya simu na Vladimir Putin hii leo. Habari kamili. Brussels. Jamii ya kimataifa imeahidi zaidi ya dola bilioni 6 kama msaada wa kusaidia ujenzi mpya wa Syria kufuatia uharibifu uliosababishwa na miaka ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Haya ni kwa mujibu wa kamishena wa Umoja wa Ulaya Dubravka Swicha katika mkutano fedha, mawaziri, kigeni, Baerbock, wa uchangishaji fedha uliofanyika mjini Brussels. Mawaziri wa Ujerumani wa mambo ya kigeni analina Baerbock na mwenzake wa maendeleo svenja Schulze wametangaza yuro milioni mia tatu za kusaidia swala la misaada ya kiutu, mashirika ya kiraia na elimu, huku fedha hizo pia zikilenga kuwasaidia wakimbizi wa, wa Syria na jamii zinazowahifadhi hifadhi nchini Jordan, Lebanon, Iraq na Uturuki. Marekani haikutoa hey, ahadi yoyote ya fedha ikiyataka mataifa mengine sasa kuchukua kile ilichosema ni jukumu ambalo imekuwa ikilibeba kwa miaka mingi iliyopita. Kinshasa, waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamesema hawatahudhuria mazungumzo ya amani na serikali ya Kongo leo mjini Rwanda. Waasi hao wanasema wamechukua hatua hiyo kutokana na vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa maafisa wake waandamizi, ila serikali ya Kinshasa kupitia msemaji wake Tina Salama imesema itashiriki mazungumzo hayo licha ya kujiweka kando kwa M23. Serikali ya Angola vile vile imetangaza kwamba mazungumzo hayo yataendelea kama ilivyokuwa imepangwa. Wakizungumzia vikwazo hivyo vya umoja ulaya wa Ulaya, waasi hao wa M23 wamesema taasisi fulani za kimataifa zina hujumu juhudi za amani. Umoja wa Ulaya jana uliowekea vikwazo makamanda watatu wa, wa jeshi la Rwanda na mkuu wa shirika lake la uchimbaji madini kwa kuwaunga mkono wapiganaji waliojihami mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Umoja huo pia ulimwekea vikwazo mkuu wa M23 Bertrand Bisimua. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vipengele vingi vya makubaliano ya mwisho kuhusu Ukraine vimekubaliwa ila bado kuna mengi mengine. Trump amesema haya kuelekea mazungumzo yake kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin hii leo kuhusu kuvimaliza vita vya Ukraine. Katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii Trump amesema anayesubiri kwa hamu mazungumzo yake na Putin. Ikulu ya Kremlin hapo jana ilithibitisha kwamba Putin atazungumza na rais huyo wa Marekani. Trump amesema ardhi na viwanda vya umeme ni mambo yanayozingatiwa katika mazungumzo ya kufikisha mwisho vita hivyo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Hapa mjini Bon. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ameitahadharisha Iran kwamba ataiadhibu iwapo wanamgambo wa kihuthi watafanya mashambulizi zaidi dhidi ya meli za Marekani. Trump ameyasema hayo katika ujumbe alioandika katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Ujumbe huo unazidisha kampeni ya utawala wake wa mashambulizi ya angani yanayowalenga waasi hao na ambayo tayari yalisababisha vifo vya watu hamsini na watatu mwishoni mwa wiki iliyopita tu. Maafisa wa Marekani wamesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo arobaini na mengine zaidi yamepangiwa kufanyika katika siku chache zijazo. Berlin. Mahakama ya katiba nchini Ujerumani imetupilia mbali pingamizi mpya za vyama vya upinzani dhidi ya mpango wa serikali mpya ya muungano inayotarajiwa kupitisha mpango mkubwa wa ukopaji kupitia bunge linaloondoka mamlakani. Uamuzi huo unatoa fursa kwa bunge kufanya vikao vyake leo ili kuzingatia mapendekezo ya mshindi wa uchaguzi kutoka chama cha kihafidhina Friedrich Merz ya kulegeza sheria za katiba za mikopo na kuweka mfuko wa yuro bilioni 500 wa miundo mbinu. Merz anataka hatua hizo zipitishwe na bunge la sasa akihofia kwamba zitapingwa na bunge lijalo na sawa bunge wa mrengo wa kulia na mrengo wa kushoto. Bunge jipya Ujerumani litaanza vikao vyake mnamo Machi 25. Anasema kuna haja ya mabadiliko hayo kufanywa kwa haraka kutokana na mabadiliko ya haraka ya sera ya Marekani chini ya Rais Donald Trump, akitahadharisha pia kwamba Urusi yenye kupenda vurugu na Marekani isiyotabirika ni mambo yanayoweza kulipelekea bara Ulaya lisiweze kujitetea. Khartoum: mashambulizi ya wanamgambo wa RSF nchini Sudan yamesababisha vifo vya watu kumi jana mjini Omdurman. Haya ni kwa mujibu wa chanzo cha chanzo kimoja cha kitabibu kilichozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP. Waandishi wa AFP katika eneo hilo wameripoti msururu wa mashambulizi kaskazini mwa Omdurman saa chache baada ya jeshi la Sudan kuyachukua tena maeneo kadhaa yaliyokuwa chini ya udhibiti wa RSF katika mji mkuu Khartoum. Haya yanafanyika baada ya majeshi kumaliza uvamizi wa muda mrefu wa kambi kadhaa za kijeshi baada ya miezi kadhaa ya mkwamo mjini Khartoum. Msemaji wa jeshi la Sudan Nabil Abdullah Ali amesema majeshi yaliyojihami kutoka kusini yameiteka hospitali moja muhimu kutoka kwa RSF na kuwezesha kuungana na vikosi vya kamandi kuu vilivyokuwa katikati ya mji. na hatimaye Umoja wa Mataifa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limewaambia watawala wa Taliban nchini Afghanistan kwamba amani na ustawi haviwezi kupatikana hadi pale watakapoondoa wa marufuku yao ya elimu kwa wasichana na wanawake kuajiriwa na kuzungumza mbele ya umma. Baraza hilo la Umoja wa Mataifa limelaani pia matukio kigaidi yanayofanyika nchini Afghanistan na kutoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za kuboresha hali ya kiuchumi na kiuto nchini humo. Baraza hilo limeuongeza muda wa mpango wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa nchini humo ufahamikao kama UNAMA hadi Machi 17 mwaka 2026, na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka hapa DW Bonn.